Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kif halish shesh tayba, kul tamam, ana bu khair alhamdulillah. Karibu sana ndugu mpenzi mtazamaji wa Rock Fashion TV. Kwa majina mimi naitwa Ismail Abdul, jina maarufu ni Mjanja wa Kiwanja. Kama uenda mara kwanza kufuatilia chaneli yetu, usisahau kubonyeza neno imeandikwa subscribe, hapo patakuja alama kengele, utakuwa wa kwanza kupata video zetu. Siku ya leo niko na mdada ambaye ni mgeni, ametoka nchi ya Saudi Arabia. Sasa tumechukua jukumu ya kumuuliza maswali tujue Saudi kuna nini, wanafanya nini, wafuata nini, harakati zinaendaje. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah bukhair, namshukuru Mwenyezi Mungu. Na mkwanza nataka kufahamu jina lako unaitwa nani? Mm, kwa jina naitwa Muamini binti Hassani, niko hapa katika kiwanja Rumonge sasa, kwanza fikra au idea idia ilikuja kuja je mpaka uende Saudia? Naam, yani fikra ilinijia baada ya kila mtu kusema kwamba je kule kuna maisha na nini ya, ndio ikanibidi kuchukua niweze kuenda kuchukua kuweza kuondoka. safari yako ilikuwaje? Mm, safari yangu naweza kusema kwamba ilikuwa na, kwa ili, kwa na misukosuko kidogo lakini sio sana kivile namshukuru Mwenyezi Mungu Uh, kwa sababu unajua tena rais alikuwa na vizuizi vizuizi sana vitu vya kuweza kuondoka, watu tunaweza kupita katika njia za panya. Kuna napita Tanzania, kuna napita Kenya Nairobi, lakini mimi nilipita Kenya Nairobi ndio nilipopandia ndege. Sasa, faida gani ambayo ulipata katika safari yako? Mm, faida niliyoipata, namshukuru Mwenyezi Mungu. E, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho nilichokipata, ila sema tunakutana na changamoto nyingi sana za maisha huko mm. E, tunakokuwa tumefika kule tunakutana changamoto nyingi sana yeah. Sasa baada ya kufika ilikuwa aje kuanza kazi? Mm, yaani katika kufika kule, yani unatoka anakuja kuchukua uwanja wa ndege pako, kuna mwenyewe bosi mwenyewe ndo anakuja kuchukua uwanja wa ndege na kuna mwingine kampuni ndio inakuja kuchukua, lakini kipindi mimi nimefika bosi mwenyewe ndio aliyokuja uwanja wa ndege kunichukua. Na baada ya kuja kunichukua, pasipoti unamkabidhi kabla ukingali uwanja wa ndege, hauruhusiwi kushika pasipoti. Ya katika miaka ambayo umemaliza kule Saudia mpaka deka hii, ni faida gani ambazo ulizofaidika kule kinyume na kazi yako kwanza? Naam, faida niliyoipata, japokuwa iko na changamoto fulani Namshukuru Mwenyezi Mungu kuendeleza harakati za hapa na mm, e, pale maisha yanaenda, inshallah. Na changamoto gani ambazo ulikutana nazo, yani na bosi wako aidha wengini, na watu wengine kule? Naam, yani changamoto ambazo nilizokutana nazo kwa bosi wangu, mimi naweza nikasema kwamba hata hivyo si kwa peke yangu na mwenzangu e, ndugu yangu nisalimu wenzangu, changamoto kuna kupigwa, kuna matusi Yani ukiamka unaamka, hamna kulala, yani unatumika usiku na mchana. Unaweza kuamka saa kumi na nusu mpaka saa kumi na moja asubuhi kwa macho, hamna kulala. Alafu kuna sodana kwa nyuma, sodana kwa nyuma yako kwa ajili, je utakaa chini sasa chini sasa. Wanasemaga semaga kama na baadhi ya wanawake wakienda Sa, Saudia au Omani huko wao wanaenda kujiuza hii barini, ukweli, wana, na, habari ni ukweli. Huwa wakifika kule baadhi yao wanajiuza kimwili. Naam, hizo habari inaweze inawezekana zikawa zikuwepo. Naweza nikasema kwamba zipo, kwa sababu hata mimi hizo changamoto nikutana nazo kwa kupitia mtoto wa bosi wangu bosi wangu mwenyewe, lakini kulinganisha na gisi, yaani mimi nimetoka huku kwa nia ya mapambano kwenda kujipambania. E, nikamshukuru Mwenyezi Mungu kwa nikashinda pia. Kwa hiyo nikajiweka mbali nao sana kabisa, sababu inakuwa si usalama zaidi. Tunasikia wewe ilitokea kama changamoto. Unakuta wengine ndio yani business ndio imewapeleka huko. Naam, ndio. Na, kuna wengine wanafanya kazi mbili kwa kulinganisha kwa ile tamaa tamaa ya pesa, naona ah, nimepewa pesa, nimepewa labda riali kwa nini mia tano. Acha ni ni nidtnaye maisha yanakwenda sasa, yes, unaweza kutoa ushauri gani kwa wale mabinti ambao kwanza wakifika kule ndio inakuwa kazi yao, yani wanakuwa na double double job, napata ushauri gani eh? Naweza nikawapa ushauri ambao naweza nikautoa kwamba watizame kile ambacho kinachokuwa kinachokua wa, yani kinacho wanachokuwa wametoka nacho huku, wanajua mimi naenda kufanya kitu fulani. Kwa hiyo, kazi kwa hiyo haiwezi akachukua kazi mbili kwa wakati mmoja kwa sababu kuna madhara yake pia. Unaweza ukafanya vile ukafanikiwa, na unaweza unaweza ukafanya vile ukafeli, na kufeli kwake ni, ni kifu juu akikukamata na ku, anza kumwagia maji ya moto akakupiga pistole. Yeah. Kwa hiyo inatakiwa na wapa ushauri wa ndugu zangu, dada zangu, ndugu zangu wajitahidi sana, waangalie tu kazi moja tu ambayo imewapeleka basi, si vinginevyo. Kwa hiyo ana uwezo wa kujiziwia ya peke yake na mambo yakaendelea na maisha yakani ya, una mpango wa kurudi Saudia? Uh, mpango wa kurudi japokuwa nimekutana na changamoto naweza nikarudi insha Allah. Ni tukio gani ambalo umekutana nalo kule ambalo huwezi kusahau? Uh, tukio ilokutana nalo mimi, kwanza nilikuwa situmi simu, ilikuwa ni kazi tu, sijui familia inaendelea aje, sijui maisha yanaendelea aje, situmi pesa sipigi simu, alafu pili na box zimwe kwa hiyo hizo zote naweza ikasema kwamba ni changamoto zote. Sasa ushaka kujifikiria kusaidia wanawake wenzako takriban hata wawili watatu, na wenyewe waende wa pambane maisha ku wafaidike na, na zile faida ambazo wewe umezipata? Mimi siwezi kuweza kuwasaidia kufanya hivyo, kulinganisha na hali halisi iliyo kule. Kwa hiyo kwa hiyo bi maana kama anamua mwenyewe kujisikia kwenda, ndio nilikuwa napatwa na watu wengi sana hapa, wao tuonyeshe kampani, tuambie inakuaje na ni nikaweza kuambia kwamba siwezi kufanya hivyo kwa sababu kulinganisha na changamoto ambazo nilishaziona, naona kwamba nitakapofanya hivyo nitakuwa sijamtendea haki, baadaye inakuwa la. Kwa hiyo kama mwenyewe ameamua mwenyewe anaweza kufanya hivyo, lakini kwa upande wangu mimi ah, siwezi. Kwa kumalizia, unatoa ombi gani aidha ujumbe gani basi kwa mabinti wenyewe huko kushiriki uh, na kazi yoyote maana mbele au baki kwa na yoyote maana, ni ushauri gani kama binti ambaye amesha pambana mbele kwa mbele, yani ushauri ambao unaweza nikautoa mm. waweze tu maisha, ni popote tu unaweza kufanya, ukakaa hapa ukafata biashara ya tumate na maisha yakaenda, ukapanga nyumba na mambo mengine yakaendelea mm. unaweza kuwapa ushauri tu tuwaka maana huko ni sehemu hatari sana, yani mle naweza kasema ni nusu hajana. Astaghfirullahi ya rabi. Mm. Ni hatari sana, kwa hiyo sio kwamba ti inakuwa ni kwa bosi mmoja, yani ni kama vile nusu ya wote, pako satakula kwenye shida, unahesabia mabati usiku umefika, unawaza ntakula nini. Kwa hiyo hizo zote ni changamoto kwakawashauri tu wakae nyumbani. Mm. E, tunashukuru sana kwa muda wako nam hata mi pia nashukuru. Karibuni tena. Yeah. Na ndugu mpenzi mtazamaji wa Rock Fashion TV tumezungumza na dada yetu hapa ambaye ni mgeni kutoka Saudi Arabia amezungumza mengi sana. Una maoni gani katika yale ambayo amezungumza? Dondosha hapo chini kwenye comment section pia usisahau kusubscribe kwa taarifa nyingi zaidi. Behind the camera ni AD Classic.